Mwanadamu, mwamini Yesu leo. Mwanadamu, acha maovu. Mwanadamu, acha dhambi. Mwanadamu, acha dhambi, mwamini Yesu. Ile siku tutaitwa kwa wakuboko wadogo, au tasema mimi ni askofu, au tasema mimi ni mchungaji, au tasema mimi ni shehe, au tasema mimi ni padiri, au tasema mimi ni nani wewe? Ile siku tutaitwa kila moja atalipa atalipo sawasawa na matendo yake, atalipo sawasawa na matendo yake. Mwanadamu, okoka leo, okoka leo, okoka leo, mwamini Yesu anakuita, mwamini Yesu anakuita, mwamini Yesu anakuita. Mwanadamu, sikia neno hili, Yesu anakuja, Yesu anakuja, Yesu anakuja, Yesu anakuja. Tutubu wanadamu, tutubu wanadamu, tutubu wanadamu. Kuna siku inakuja, watu wataiambia milima itawangukie, milima itawakimbia. Utatafuta kwenda kwenye dini yako, dini yako haitasaidia. Nataka nikwambie, usalama uko kwa Yesu, usalama uko kwa Yesu, usalama ni kutubuza